Katika shule fulani kulikuwa na binti aliyependa kuwanyanyasa wenzake darasani. Alifurahia kuwarushia au kumwagia chakula au hata uchafu saa nyingine, na hakuna aliyethubutu kumshtaki kwa mwalimu, sababu walijua hali ingeenda kuwa mbaya zaidi. Lakini siku moja, aliitwa kwenda ofisini kwa mkuu wa shule. Alipoingia, aliokuta wazazi wake wameitwa pale, huku mwalimu mkuu akimalizia kwa kusema, na hiyo ndio sababu sasa anafukuzwa shule. Baba yake alimgeukia na kusema, naenda kwenye gari kipenzi mimi na mama yako tutalishughulikia hili basi. Akiwa na furaha kwamba wazazi wake wangeweza kumsaidia, alikwenda kwenye gari na kusubiri. Sasa walipokuwa wote ndani ya gari, baba yake alisema usijali kipenzi, kesho utarudi shuleni. Na kesho yake alipofika, kama kawaida yao ilikuwa ni kumpeleka mtoto shuleni, walimkuta mkuu wa shule akiwa amesimama getini na mfuko wa takataka, yani trash bag, akisema kazi hii itakuwa ndiyo wajibu wako hapa shuleni kwa siku 30 zijazo. Binti alimgeukia baba yake huku akilia na kujaribu kuomba msaada, lakini baba yake naye sasa akamjibu akamwambia, mwanangu, hili lilikuwa ni wazo letu kipenzi. Mimi na mama yako hatuwezi kuunga mkono vitendo vya unyanyasaji. Ulichowafanyia watoto wengine kilikuwa ni kitu kibaya sana. Kama wazazi, jukumu letu si tu kukupa kitanda cha kulalia na chakula, bali zaidi ya yote, tuna wajibu wa kuhakikisha watoto wetu wanakuwa binadamu wema, wenye matendo mema kwa kila mtu bila ubaguzi. Kwa hiyo kama unataka kuishi nyumbani kwetu vizuri, fuata ratiba na kile ulichoelekezwa na mwalimu mkuu. Uwe na siku njema.